Katika dini yetu ya Uislamu uh, kuna jambo ambalo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameweza kutupa sisi Waislamu ni kama neema, na hayo si nyingine, ni amani. Vipi dini yetu ya Uislamu inaelezea kuhusiana na amani? Amani ni nini kwa mujibu wa dini yetu ya Kiislamu? Amani katika dini yetu ya Uislamu ni neema, kama ulivyosema kuwa ni neema, na hili linathibitika katika Quran haswa, wakati ambapo Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anataka kuhamia Madina. Muda mchache kabla ya kuhamia Madina, katika mji ule kulikuwa na makabila mawili makubwa ambayo yalikuwa na mzozo mkubwa wa miaka mingi, takriban miaka 140 ni kabila la Khazraj na kabila la, la Aus makabila haya nilikuwa na ugomvi huo wa muda mrefu, lakini wakati kabla kidogo takriban miaka saba kwa mujibu wa historia, miaka saba kabla ya mtume sallallahu alaihi wasallam kuingia katika mji wa Madina, makabila haya yaliacha vita. Baada ya kuacha vita, kilichobakia pale ni ule uhasama mdogo mdogo na chuki ambazo hazina vita, lakini chuki, hakuna anayemwangalia mwenzake kwa kwa wema. Kwa hiyo baada ya mtume sallallahu alaihi wasallam wa kuingia katika mji wa Madina na akatengeneza ule udugu wa Kiislamu, udugu ambao ukaja ukavunja hizo asira zote, magomvi yote, kuto kuelewana kote kwa makabila haya mawili. Baada ya uh, uh, uh, kuondoka huo mtafaru kati yao, Mwenyezi Mungu akajalia wale watu kuwa pamoja, wakawa naishi pamoja, na kuthibitisha kuwa hii ni neema. Bwana Mtume, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia, wadhkuruu ni'mata llahi alaikum anawaambia watu wa khazraj na watu wa aus kumbukeni neema ya mwenyezi mungu kwenu nyinyi pale mlipokuwa idh kuntum a'daan faallafa baina qulub pale mlipokuwa nyinyi maadui lakini mwenyezi mungu akaunganisha nyoyo zenu faasbahtum bi ni'matihi ikhwana kwa neema yake mwenyezi mungu kwa maana ya neema aliyoileta kwa mtume muhammad sallallahu alaihi wasallam mafundisho ya bwana mtume muhammad sallallahu alaihi wasallam ambayo yote haya yaliyokuja kutekeleza yaliyoletwa amani katika makabila haya mawili, ikaondoa kabisa ule uhasama. Makabila haya mawili yakawa pamoja na akawa yanashirikiana katika hali zote. Kwa hiyo tunaona kuwa ni kweli uh, uh, amani ni neema. fa asbahtum bi ni'matihi, mkapambazukiwa kwa, mka kwa neema yake Mwenyezi Mungu ya sasa, baada yake kwa kuletwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa kuletwa mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikawa sasa watu hawa Aws na Khazraj wakimwona bwana mtume sallallahu alaihi wasallam wanaiona amani, kila wanapomwona bwana mtume sallallahu alaihi wasallam wanaona kheri. Kwa hiyo mafundisho yake bwana mtume sallallahu alaihi wasallam nayo imejumuishwa kuwa ni miongoni mwa mafundisho yanayopelekea kuonesha kuwa hii ni amani. Kwa hiyo na kwa amani hiyo na kwa mafundisho haya, haya makabila mawili yakaondokana na hali hiyo ya uhasana.